Mama Maarifa, kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, TAWIRI, chini ya udhamini wa mfuko wa misitu Tanzania, TAF. Karibu kusikiliza. Mpendwa msikilizaji, karibu katika sehemu ya mwisho ya mfululizo huu wa igizo la redio la Mama Maarifa. Katika safari yetu tumepitia hatua nyingi, kuanza na kwa nini tubadilishe namna tunavyopika, hatua za maandalizi kabla ya uzalishaji, ukusanyaji na uchakataji wa malighafi, mchakato wa kuzalisha briketi, hadi namna ya kuunganisha wazalishaji na watumiaji. Leo tunahitimisha kwa somo nyeti na la maana zaidi, uendelevu wa sekta ya briketi hapa ndipo tutakapojifunza namna ya kuhakikisha miradi ya briketi haiishii njiani bali inakuwa nguzo ya kudumu kwa maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kimazingira. Alikuwa mdadisi na kuonyesha kutaka kujua akiwa na maswali mengi, hata hapa hakusita. Ndio Mama Maarifa, wengi wa vijana wenzangu wanapenda mradi lakini tunajiuliza Je, atadumu kweli au ni kama muradi nyingine tuliona ikianza vizuri kisha anapotea? Msikilizaji, huenda una swali kama la nyori la hasha. Ondoa shaka, kwani Mama Maarifa anakuja na majibu. Ungana nami msimulizi wako Jerome Kimaro kutoka taasisi ya utafiti wa wanyamapori Tanzania, Tawiri. Karibu kusikiliza. Karibuni sana wapendwa wanakijiji. tumeshajifunza namna ya kuzalisha na kutumia briket. lakini leo tutaangazia swala kubwa, tunahakikishaje kuwa mradi wa briket haufi baada ya mwaka mmoja au miwili, bali unakuwa endelevu. Ndio Mama Maarifa, wengi wa vijana wenzangu wanapenda mradi, lakini tunajiuliza, je, atadumu kweli? Ni kama mradi nyingine tuliona ikianza vizuri kisha anapotea. Swali zuri na nyuri. Mara nyingi miradi ya kijamii inashindwa kwa sababu hakuna mikakati endelevu, lakini tukizingatia mambo makuu saba, tutaijenga sekta imara ya briket. mambo saba haya, sasa nataka nione kama kweli yanaleta maana haya. Mama Maarifa, tueleze moja baada ya nyingine. Kwanza ni fedha na biashara. Ili mradi udumu, lazima tuwe na mfumo wa biashara unaolipa gharama na kutoa faida ya kuwekeza tena. Vituo vidogo vya fedha, SACCOS, au benki za jamii vinaweza kutoa mikopo nafuu kusaidia wazalishaji. Eh, mikopo tena jamani, mikopo ni mizigo, wengi tutaishia kuuza mbuzi na ng'ombe. Ho, ho, ho, ho. Sio lazima iwe mzigo Babu Tunda. Mikopo ikisimamiwa vizuri huongeza mtaji na kuimarisha biashara. Pia tukitengeneza mnyororo wa thamani kuanzia mzalishaji, wasambazaji hadi wauzaji, kila mmoja atanufaika. Hii ndio siri ya mradi kudumu. Tamaa mama oh, Maarifa. Vijana tukipewa mtaji tunaweza hata kuendesha pikipiki kusambaza briketi majumbani. Jambo la pili ni maendeleo ya soko. Bila soko briketi zitabaki galani. Tunahitaji kampeni za uhamasishaji kupitia redio, mikutano ya kijiji na hata matangazo sokoni. Pia kushirikiana na watumiaji wakubwa kama shule migahawa na magereza kunapunguza gharama za masoko. Najee, na je, bei ikilinganishwa na mkaa watu watachagua ipi? Briketi huuzwa kwa bei nafuu kuliko mkaa, lakini pia briketi huokoa pesa kwa sababu zinawaka muda mrefu zaidi. Tukiboresha ubora, vifungashio na nembo zetu, briketi zitavutia wateja wengi zaidi. Vifungashio sawa, lakini na nembo tena? Ndio Babu Tunda, nembo na kifungashio kizuri humshawishi mteja. Hata mjini watu huona fahari kutumia kitu ya kisasa. Jambo la tatu ni teknolojia. Tukibaki na mbinu duni, tutachoka haraka. Tunahitaji mashine zinazotengenezwa hapa nyumbani ili ziwe rahisi kutengeneza zikiharibika. Pia tunapaswa kuboresha majiko ili briketi ziwake vizuri na kutoa moshi kidogo na ubunifu kwa vijana unaweza kusaidia kabisa. Vijana wanaweza kubuni teknolojia za kuongeza kasi ya uzalishaji na kupunguza kazi ngumu. Ni kweli kabisa, ubunifu ndio moyo wa maendeleo ya sekta hii. Jambo la nne ni kuwapatia wazalishaji mafunzo. Hii sekta haiwezi kukua bila mafunzo ya mara kwa mara. Wanawake na vijana ndio uti wa mgongo wa miradi hii, hivyo ni lazima waendelee kupata mafunzo mapya, mashauriano, na hata programu za rafiki kwa rafiki ili kubadilishana ujuzi. Ndio maana vijana, tunahitaji fursa ya mafunzo, sio kuachwa pembeni. Lakini mnafanya mafunzo kila mwezi, si tutachoka? Sio kila mwezi, Babu Tunda, bali ni mafunzo endelevu, yaani ya mara kwa mara, kadri teknolojia inavyobadilika. Jambo la tano ni kulinda mazingira. Tukichukua mali ghafi kiholela, tutarudia makosa ya kukata miti ovyo. Tunapaswa kuzingatia kwamba uvunaji wa mali ghafi uchangie pia katika urejeshaji wa mazingira, kama kupunguza mimea vamizi na kupanda miti mipya. Hii ina maana kuwa briketi sio tu biashara, bali pia ni njia ya kurejesha ardhi na vyanzo vya maji. Bora, tukiondoa magugu famisi, mifereji itafunguka na mashamba yetu nitapumua. Sita ni ufuatiliaji. Ni lazima tujiulize, je, tunafanikiwa? Tumeokoa misitu kiasi gani? Afya ya kina mama imeboreshwa? Vijana je wamepata ajira ngapi? Takwimu hizi ndizo zitakazotusaidia kushawishi sera na kupata msaada kutoka kwa wafadhili eh, hata kuhesabu miti iliyookolewa. Sasa hapo mnanifurahisha, ndiyo babu Tunda. Taarifa hizi ndizo zinazothibitisha kwamba briketi si hadithi bali ni suluhisho. Mwisho ni usambazaji. Bila mfumo mzuri wa usambazaji, briketi zitabaki pale pale kiwandani. Tunahitaji mtandao unaounganisha vijiji na miji kupitia malori pikipiki piki, hata baiskeli ili kila mtu aweze kupata briketi kwa wakati. Hapo ndipo vijana wanapoingia, wenye pikipiki piki na baiskeli wanaweza kufanya biashara nzuri. Ndio, hata mimi niko tayari kushiriki usambazaji. Naam, sasa nimeelewa. Uendelevu si maneno tu, ni mpango mzima wa biashara, masoko, teknolojia, mafunzo, mazingira ufuatiliaji na usambazaji. Sasa nakili briketi zinaweza kuwa suluhisho la kizazi chetu. Na hivyo mkutano wa kijiji cha kijani umemalizika kwa mwanga mpya. Wanakijiji wamejifunza kwamba mradi wa briketi ukisimamiwa kwa mikakati ya uendelevu unaweza kuwa nguzo ya maendeleo ya kijamii, kiuchumi na kimazingira. Mpendo msikilizaji, kila lenye mwanzo halikosi mwisho. Nategemea utakuwa balozi mzuri wa kuhamasisha juu ya kutengeneza na kutumia briket. Asante kwa kusikiliza Mama Maarifa. Kipindi hiki kimeandaliwa na kuletwa kwenu na Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania, TAWIRI Chini ya udhamini wa mfuko wa misitu Tanzania, TAF. Asante kwa kutusikiliza.